Halima Mdee amesomewa mashtaka baada ya kuteswa ndani ya maabusu kwa siku tano. Hii ni siku ya sita. Shtaka lenyewe ni kama mlivyolisikia, sipendi kulizungumzia kwa sababu ni jambo ambalo bado liko mahakamani. Nachopenda kukisema kama kiongozi mkuu wa chama ni kwamba utamaduni huu mpya unaojengwa ndani ya taifa wa kuziba watu midomo wasiseme hisia zao utajenga chuki katika jamii sisi kama chama kinachoamini katika haki kwenye taifa tunaamini kila Mtanzania awe kiongozi asiwe kiongozi, wa chama chochote, wa dini yoyote, wa kabila lolote, ana haki ya kueleza hisia zake. Halima ni mbunge, ni mwenyekiti wa baraza la wanawake wa Chadema taifa, kwa hiyo ni kiongozi mwandamizi. Sio tu anatakiwa aseme, anatakiwa akemee alipokuwa anafanya wajibu wake wa kudai haki ya watoto wanaopata mimba, alikuwa anazungumza kama mwanamke, kama mbunge, kama mwenyekiti wa Bawacha na kama kiongozi wa jamii, hisia zake kuhusu utamaduni na kauli za rais kuonekana ni sheria kwenye nchi. Huo ni msimamo wetu wa chama, kwamba mara nyingi rais wetu anatumia nafasi yake kutoa kauli na maagizo ambayo yanakinzana na katiba, yanakinzana na sheria na yanakinzana na utamaduni wa Kistaarabu wa Watanzania. Kwa hiyo sisi kama chama tutaendelea kuzungumza bila kujali polisi watatumia sheria ipi kutushtaki, bila kujali wakuu wa wilaya watatumia sheria ipi, kwa sababu wanatumia sheria ambazo ni potofu. Sisi kama chama tutaendelea kuzungumza wakati wowote kwenye fursa yoyote bila woga. Na nyinyi waandishi wa habari, kinachozungumzwa mkiripoti, msiingie na nyinyi woga wa kutokuripoti ukweli, kwa sababu ukweli utabaki ukweli na utaendelea kuwa ukweli, na hautapingwa na kauli yoyote ya kibabe ama matumizi yote ya nguvu za dola usipokuwa na sababu za msingi. Tunaamini huku ni kupoteza muda wa serikali, ni kuiingizia serikali gharama ambazo hazina sababu, ni kuisumbua mahakama ni ku abuse sheria, time will tell. Asanteni sana. kwanza sa kabisa, ninachoweza kusema mheshimiwa Halima Mdee ni mwenyekiti wa baraza la wanawake Chadema, kwa hiyo alikuwa anatimiza wajibu wake kwa kuwatetea wanawake, kwa sababu kuna mambo ya msingi ambayo yanapelekea mtoto wa kike kupata ujauzito shuleni. Inawezekana pia um, labda miundombinu tulionayo au mtoto wa kike anatembea umbali mrefu, kukosekana uh, kwa mabweni hiyo pia inachangia. Kwa hapo katikati mtoto wa kike akapata, akapata, akapata vishawishi. Kwa hiyo mimi tu niendelee kuisii serikali itafakari kwa kina kwamba ukimwelimisha um, mtoto wa kike umeelimisha jamii nzima. Kuna wengine pia wamebakwa, wengine wanapata matatizo mbalimbali, wanatoka mbali kwenye familia duni, lakini pia kuna wengine tu kutokana na, na kukosekana kwa mabweni ambayo ni jukumu la serikali kuhakikisha shule za watoto wa kike zina mabweni, hata kama shule, shule za, za, za, za mchanganyiko zina mabweni, ili ku avoid ule mtoto wa kike kutembea umbali mrefu kwenda kwenda shuleni, na hii wanaharakati mbalimbali wamekuwa wakifanya. um, tumeona hata tamasha lile la Shigongo ambalo wapo pia kina Nancy Sumari kina Faraja Kota wanahamasisha ujenzi kwenye kwa ajili ya, ya, ya mabweni ya watoto wa kike ili kuepuka mimba, mimba, mimba za utotoni. Sasa kwa hiyo tunaona bado watoto wa kike wana fursa ya kusoma kama wengine, kwa sababu na ndio wapiga kura wetu walio wengi. Ukimwelimisha mtoto wa kike, umeelimisha jamii nzima. Kwa hiyo mimi msimamo wangu pia na jimboni kwangu pia ninasomesha watoto wa kike wengi, kwa sababu naamini leo hii Ester Bulaya nisingefika hapa kama nisingepata mazingira mazuri ya kusomea.